Oye, oye, kwa mtazamo wako kwamba megabytes za za Orange ni nzuri kuliko megabytes za za pink. Yeah, of course. Naam 255 ndo kodi ya Tanzania. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Salam TV, leo tupo katika viunga vya chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino hapa. Tumekuja kutazama wanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino wamekaaje na wanatishaje, kwa sababu unaweza kufika chuo kikuu lakini kuna vitu usivielewe. Ungana nami mwanzo hadi mwisho ili tuweze kuelewa wamekaja. Mimi ni Salamu Simon, twende nisikwache nyuma. Blo, mambo vipi? Kama kawa, uko poa? Mimi niko poa. Wanakuita nani? Mimi naitwa Hanok Hazenfus. Ah, ah, Hanoki, wewe ni mtumiaji mzuri, naweza nikasema mtumiaji mzuri wa migahawa, si ndio? Kwa nini unafikiri kwenye migahawa hii wanapenda sana kutumia megabytes za Orange na sio za pinki, kwenye wali au kutengenezea pilau? Aa, kwa mtazamo wangu sijajua ni kwa nini ila utamu wa chakula ndio uhalisia wa chakula ndio maana watu wanapenda kutumia. Dada mambo poa? wanakuita nani? Resti, tafadhali unaweza ukageuka hivi ili mradi anayekutazama na anayekufuatilia aweze kukuona. Uh, mimi nina swali moja. Hivi unafikiri kwa nini kwenye hii migahawa wanapenda kutumia megabytes za orange kuweka kwenye pilau kuliko kwenye za pinki? Oh, no. Ah, <coughs> nisomu, nita kundanganya. Lakini siumesha umeshawahi kula pilau, na pilau mara nyingi unaliona kwamba pilau uh, linakuwa ni la orange sana sana, sio la pinki. Labda we kwa mtazamo wako unafikiri ni kwa nini hawapendi kuweka pinki? Labda ina of course, it, ni inaweza kusema zile pale ni rangi kwao. Ni wewe, ni maamuzi yako ila sana sana ukiweka hizo kala kama za orange zinapendezea, lakini ukiweka pink ni kitu ambacho of course hakiwezi kupendezea like, uh, kwa hiyo wewe kwa mtazamo wako kwamba megabytes za, za orange ni nzuri kuliko megabytes za, za, za pink, si ndio? Yeah, of course. Unamshauri nini sasa mtazamaji ambaye anakufuatilia sasa hivi kupitia Salam TV kwamba megabyte zipi ni nzuri na zipi zinafaa kwa matumizi? okay, za orange ndo nzuri <laughs> na kuna orange, kuna zile fulani hivi hizo, ila sana sana orange, kwa sababu orange ndo inaleta yani rangi fulani vya mvutio, lakini ukisema okay, weke pinki sijui weke kijani eh, hata hicho chakula mtu atakachokula ni hatari. Basi <laughs> uh, asante. Mm, asante pia kama kawaida kama ka, wanakuita nani? Um, Lucas. Uh, Lucas, uh, wewe ni mfuatiliaji wa mpira wa miguu si ndio? Na unafuatilia sana mipira wa miguu hivi, unafikiri ni kwa nini uh, wachezaji wa, wa mpira wa miguu wanatumia sana diagonal pasi kunyoshea zile jezi zao? Yani so pasi ya umeme <laughs> uh, wala ya mkaa? Diagonal pasi sio pasi ya kunyoshea nguo wala jezi yeah. Diagonal pasi ni pasi ambayo inapigwa kama pasi fulani ya kuzunguka, sio pasi ya kunyoshea jezi wala ni, kwa hiyo diagonal pasi ni oh, pasi ya, ya kunyoshea ya, ya, ya, ya mkunjo yani A ah. Uh-huh. Okay, sawa. Uh, na unaweza pengine, unaweza kaniambia nini kirefu cha MB? MB. Bas tufanye <laughs> Shukran sana sijui. <laughs> Umetisha. Mpe tano anayekutazama na anayekufuatilia. Peshi.